Karibu kwenye video ya leo! Leo tutajifunza jinsi ya kuficha au kuonyesha Taskbar kwenye Windows. Hii ndio Taskbar na tutajifunza hatua kwa hatua. Kama unataka desktop yako ionekane safi au unataka kuongeza nafasi ya screen, basi ujue unaweza kudhibiti Taskbar ya kirahisi sana. Kabla hatujaanza, tuanze kwa kuelewa Taskbar ni nini. Taskbar ni ule mstari wa chini, mstari wa chini huu kwenye kompyuta, mstari wa chini kwenye kompyuta hapa. Ni mstari uh, unakuonyesha programu ulizozifungua kwa hapa. Kwa mfano, nimefungua hii programu hapa, Bandicam, nimefungua Microsoft Office, nimefungua Chrome. Programu zote ambazo nimefungua zitanionyesha kwenye Taskbar hata faili lakini pia itakuonyesha saa, sehemu ya saa, chaji na internet na kadhalika. Kwa hiyo ni sehemu muhimu, lakini unaweza kuhifadhi ili isionekane kila wakati, hasa kama unatumia skrini ndogo kama kwenye laptop. Sasa tuone jinsi ya kuificha taskbar, utafuta hatua hizi. Kwanza tabonyeza kulia kwenye taskbar, kulia hapa, kulia kwenye sehemu ya ambayo iko tu huko, then baada ya kukliki click, utaenda kwenye sehemu imeandikwa taskbar setting, itafunguka. So, taskbar setting hapa utatafuta, utaenda kwenye sehemu ya taskbar, utatafuta kuna uh, tena uh, kwenye hii button ambayo imeandikwa automatically hide the taskbar in desktop mode so hii ikiwa on, manake taskbar itadisappear hapa itadisappear, lakini ikiwa off taskbar itakuwa locked kwenye screen hapa kwenye screen yako. So uki, uki i off itadisappear, lakini ukiweka mouse chini itaapia hiyo taskbar kwenye screen yako, so hiyo ni njia ya kuweza kuitoa task bar kwenye uh, kwenye screen yako, lakini ukitaka kuirudisha utaweka off ta off hii automatically hide the task bar in the desk, desk, desktop mode so fanya hivyo utakuwa umeirudisha tena hiyo uh, task bar. Lakini pia unaweza kuhamisha task bar kutoka chini kwenda juu, yani taskbar itahamia chini juu, yani au kulia au kushoto. Na ili uweze kufanya hivyo, utaenda kwenye task bar setting, right click kwenye task bar, then nenda task bar setting. Baada hapo nenda hapa chini, utaona sema ndiko task bar uh, location on screen. Ukipiki hapa utaklik left, ukipiki left taski hiyo bar itaapia left, na ukichagua top, taski bar itaapia top, at the top. Ukichagua ri right, taski bar itakuwa kwenye upande wa kulia kwa ya. Na njia nyingine ambayo unaweza kufanya hivyo ni kwenda kulia kwenye taski ba nikitaka kuirudisha hiyo task bar nitaenda kwa right click task bar setting then theni nitarudisha ile boto kama ilivyokuwa. Na hivyo ndivyo unaweza kuficha task bar, uh, na, na au kuonyesha task bar. Lakini pia unaweza kuhamisha task, task bar kwa upande wote ambao unataka ya pili kama unatumia kompyuta au unawasilisha kufanya wasilishaji presentations kupitia task, task bar, unaongeza usafi na umakini. Pia ni vizuri kwa productivity, lakini kama upendi kushangazwa na ile kuwapia kulisapia kuapia kulisapia na mouse ikifika chini na rudisha task bar. unaweza kuiacha kama ilivyo hapa kwa iloki kwenye kwenye screen yako, hiyo task bank. Natumai umejifunza kitu leo kuhusu taskbar kuificha, kuionyesha na kuihamisha. Kama umefurahia video hii, usisahau kulike, kusubscribe na kubonyeza kengele ili usipitwe na mafunzo mengine ya teknolojia. Mpaka wakati mwingine, endelea kuwa mbunifu kwa kutumia teknolojia kwa faida yako.